Mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa wakati huu nilikuwa na miaka thelathini eh, na tatu. Sasa hivi nina miaka sitini. Tuliimba wimbo wa maombolezo ambayo naona ndani yake ni kama kuna unabii. Ule wimbo wanaimba watu wengi. Sasa nitajaribu kuimba, kama nitakosea, lakini wala ujumbe utafika

mbwenu ndachura biona nda vyona kundachura hakama <coughs> nivyosema ure wimbo unaona, ndani yake ure wimbo wa maombolezo ulikuwa wanasema hivi: ruru yetu ya, ya zamani ya amani iko wapi? Tutafute, wameichukuao majasusi. ruru yetu ya zamani ya umoja iko wapi? Tutafute, wameichukua o majasusi. Iruru yetu ya zamani ya upendo iko wapi? Tutafute, wameichukua ao majasusi o, Tanzania yetu o, amani imetoweka. Tanzania yetu o, amani imekimbia.

Amani imetoweka. Oh, Tanzania yetu, amani imekimbia. Sasa kwa nini tuliimba hivyo? Maana yake, baba wetu wa taifa tulikuwa tunamuona kama muhimili uliokuwa unalifanya taifa liwe na amani, muhimili uliokuwa unatuunganisha na kadhalika. Sasa amekufa, haina maana kwamba amekufa yagendanebye. Hapana, ina maana na sisi kama humu katikati hatukuweza kufanya jitihada za kubaki mihimiri kwa mfano wake. Sasa tujioji, tuwe na ujasiri kama Mtakatifu Yohane Maria Muzeeyi wa kusimamia ukweli, kuupenda ukweli, tukautafuta tukaupenda tukauishi tukaufundisha tukautetea, hata ikibidi kufa. Hapo taka tunafanya nini? Tunamuenzi Mwalimu Nyerere. Vinginevyo itakuwa kinyume. Tutabaki kusema amani ya mdomoni lakini katika uhalisia, haipo. Amani kwenye majukwaa kwenye mikutano, lakini inawezekana ukachunguza katika maisha amani isiwepo. Katika hati ya Mtaguso wa pili wa Vatikano juu ya kanisa katika ulimwengu wa sasa, the church in the modern world, kwa Kilatini Gaudium et Spes Mababa wa mtaguso wanasema amani sio kutokuwa na vita, peace is not a mere absence of war, kwamba taifa alipigana na taifa jingine, kabila alipigana na jingine, kikundi akipigana na kikundi kingine, hapana. Wala amani sio kuwa kuona nguvu sawa katika pande zinazohasimiana It is not a balance of power between enemies. Kama ilivyo walipigana kambi ya magharibi na kambi ya mashariki, Urusi na magharibi. Sasa baadaye vita wakawana, kwa sababu sasa tunasema tuna amani, lakini kuna vita baridi, wanapigana chini chini. Asawmwala, amani haiwezi kuletwa kwa utawara wa kimra. Cannot be a result of dictatorship. Kwa hiyo wanasema amani ya kweli kwanza ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu ndiye aliyetuumba ndiye anayetakia mema, amani ya kweli inatoka kwa Mungu. Na ili watu wawe na amani ya kweli lazima wawe na mahusiano mazuri na Mungu wao wenyewe, kila mtu na jirani yake, halafu na vitu vyote vilivyoumbwa. Sasa hivi tunazungumza tunazungubuza juu ya mazingira. Uwezi kusema kwa vile sipigani vita, kwa vile nina mke wangu tunapendana, lakini mbuga nguruga eh, ukachoma mbuga omuntu ayoge omuliro ngurugakaka nuobakerwa eh, okookya emisiri yaabantu embuzi enjoko tagamera obuuka viumbe anwayi nguanguaagire omukono mrogwamafmigira mkono rubafu hata na agiremkono eh, kagira mukono tatana. <laughs> Zikikosekana utasema una amani wakati haushibi. Kwa hiyo amani, anasema lazima ijenge uhusiano mwema na Mungu, binadamu wenzako na jirani. Kwa hiyo ndugu zangu wote, umwe Wakatoliki wako wadogo kama atumtumikii Mungu, kama atushiki amri ya Mungu, hatuwezi kuwa na amani na Mungu. Amani anayoitoa aitoi katika staili yetu ya kufikirii, kwamba utaka, utakuwa na amani kwa kuwanyamazisha watu au utatafuta amani bila kuwa tayari kuitengeneza wewe mwenyewe. Unasema mdomoni lakini katika uhalisia huitengenezi. Alafu anamaliza kwa kusema kwamba peace is an enterprise of justice. Enterprise ni shughuli N, ni kama una biashara unaishughulikia. Amani huwa haidumu, ina vishawishi vingi. e Eh, kwa hiyo mkazi mwikarage mnanga tokaria kumleba sababu ratia endelisho okay. Kwa hiyo hauna amani, lazima kila mara uyawe hawe macho uya we, hey, ni enterprise na no ushanari yo aikulima na no ushanari yo biashara no korere kintu kino kitagaitira takikarao. Amani lazima tuitafute, lazima tu, tu, tu, tu, tu tufanye juhudi ili kusudi tufanye nini, tuweze kuwa na amani wanasema hivyo unasema kwa sababu viashiria viko vingi. Huwezi kusema tuna amani wakati tofauti ya kipato inazidi kuongezeka. Watu wanazidi kuwa maskini, wengine wanakuwa matajiri. Utajiri sio kitu mbaya lakini inawezekana katika mfumo wa uchumi kuna mahali fulani, uchumi wa dunia, uchumi katika mahusiano ya watu binafsi. Ninogea gromngusha anoshangaa mtu akabariki yake teriki bundu, jokaji wetesa sapuli, mbona olebe sapuli? naka bakuli kwa tele kibunu choka mbenu najwa resa puni choka kwa bakuli naka tele kibunu, baza, au wako sasa sasa <tosimu> lazima tujiulize kama tunatajirika wale wanaokuwa kwa masikini, kwa nini tuwejenge hoja ya msingi kwa sababu siku ya mwisho wa siku tutaulizwa mbele ya Mungu. Tuwezi kuwa na amani wakati hifadhi ya jamii imeporomoka, malezi ya watoto Taifa la kesho litakuwaje kama tuwaei hey? Vizuri, ndoa za mitaara wewe kufunga ndoa, watoto wako watajifunza wapi? Tunarithishana kubebana bebana, taraka watu wanapeana taraka. Wakati mlifunga ndoa mkameremeta. Kuna wakati mmoja mama alimwambia bwana mmoja kwamba sasa, mimi kwa kweli, unipe taraka Ah, kawa na msonga songa unipe taraka, hatuwezi kuishi tena pamoja. Sasa yule bwana akasema, sasa nakubali, lakini kwa sharti moja. Tulipofunga ndoa tuliweka ahadi kwa Mungu na mbele ya watu, alafu watu wakatuimbia wana meremeta, wana meremeta. Sasa tuvae tena turudi barabarani tuwaridhishe watu, turudi tena kwa watu ambe atumeremeti hapo, sawa. Sasa tulimeremeta, sasa tukiwaacha hewani <laughs> watatuelewa. kwa watu wanafunga ndoa, wanafarakana, uwasama amaiko watu wasameani, matumizi mabaya ya rasilimali bila kujali vizazi vijavyo watu wanatafuta mali, watu wanatajirika, hawajui kwamba vizazi vijavyo na wenyewe wanataka kufuta kitu, mpaka wanaharibu hata mazingira kwa sababu ya tamaa. Sasa utasema na amani kufanya mambo hayo? Watu wengine wanakula mlo mmoja, wengine wamekata tamaa, wameisha kunywa pombe tu ndio mabaki, ndio maisha arinzire kufa Mtu ulisoma naye alikuwa kijana mzuri, ana akili, mwili mzuri. Unakuja kukutana naye baada ya miaka thelathini unamshangaa. Unajua unapokuwa mtoto mdogo, kadiri unavyokuwa mwili unakwenda unakuwa katika uwiano, proportionality. Huwezi ukakua ukanenepa alafu kichwa kikabaki kama cha mende, utakuwa una nani, kwamba ukuwakura umutoti gwako mukanoja ushanenyenje. mm -hmm. Kwa hiyo unakuwa

Alafu useme una amani. Inchi ina amani, sawa ina amani, hakuna vita. Lakini we una amani, wakati kichwa ndio mashine yako. Wanasema binadamu mambo yo mengi anayoyafanya kimsingi anaangalia kwa yale ambayo Mungu alishaumba, sio? Aliyetengeneza ndege ili aende haraka, alitazamia wapi? Ndege wa, kuna ndege Ulaya sio, ile ndege kubwa ile inayotua sijui precision sijui nini? Ombadia aliangalia kwa nini? Kwa ndege wa kawaida, akanyonyi. Aliyetengeneza mtumbwi au meli aliangalia wapi? Kwenye samaki. Aliyetengeneza prize magaru aliangalia wapi? Mamba. e prize banshambi e eh, nobono kwa kupata nke shambi no mtupu ze nke shambi wale na wanaweka rangi kwenye mdomo alitazamia wapi?

Kwa hiyo huwezi kuwa na amani wakati mambo mengine hayaendi. Hatuwezi kusema tuna amani wakati watu wanapotea na kupotezwa, alafu hatujui wanaenda wapi. Sasa amani, hatuna vita, lakini mtu ambaye mume wake amepotea, hajajua ameenda wapi, atakuwa na amani kweli? Kwa sababu Tanzania hatuna vita, u watu wengine hawana amani. Mimi ni shuhuda watu ambao tuna alama za pekee katika mwili hatuishi kwa amani. Huwezi kujua mganga wa kienyeji za mwili anamhitaji nani. Mimi nina masikio makubwa, inawezekana uchaguzi wa mwaka huu wanahitaji mwenye masikio makubwa. Kwa hiyo nakaa wa na wasiwasi, nanyi mrashe kambora bajua babu noko nensha nani bajua babu noko nensha nani bajua bai mbwenu bai itago nensha nani haba mbe mpara kai ogambeki, tuko hatarini. Utakuwaje na amani katika mazingira ya namna hiyo? matoa ushuuda si kuna amani ichwe nturara nturira nagubakanya karibuna wenda wekoma batakubona matwi bataja bakagashara. Kwa hiyo lazima tujitose lazima tujitoe tuwe na ujasiri kama Nyerere, tuwe na ujasiri watu kama watu wengine kama Mandera, tuwe na ujasiri kama watu wengine wa Tanzania wenzetu, tuwe na ujasiri kama wa mashahidi wa Uganda tu kwa... na sisi tusimamie ukweli, tuwa ukweli. Haijalishi yaliyotokea ya nyuma, yaache twende mbele, lakini kwa ujasiri, sio kwa kujidanganya kwamba tuna amani. Tuna amani tuifanyie kazi kweli, tutengeneze amani ya kweli na ya kudumu, kwa sababu wanasema amani ya kweli ya kudumu na halisi ni tunda la haki, ndio msingi wake. Kama utendi haki uweze kupata amani, utabaki unajidanganya tena. wa ni wewe, nawashangaa. Hii nitaeleza kwa kiasi. Wewe nawashangaa, wacheza karata, wacheza karata, wacheza karata, uwe wanajidanganya orwazi changa hata akaicankaicanakacanga kabanzaa shwa obabwaigro ya shwera bakazi rukumi k munju mkazi tarimu kainawwe. Na nashweraa karata chokata nashwera na <laughs> mkazi kumleta Mungu. Tuna amani, tudumishe amani, lakini amani inawezekana isiwepo. Basi sije <laughs> tukacheza karata. Sasa nimalize kwa kusema haya yafuatayo, nanyowe sio machache, ni mengi. La kwanza Haya mahubiri sikuyaandika, nimeandaa nikayakariri kwa ajili ya kumwenzi Yohane Maria Muzeeyi aliyekuwa na uwezo wa kukariri mambo kwa haraka, alafu akayafundisha, nimemwenzi hmm. Waliponiambia kwamba utahubiri, nikawauliza wanaruhusu kuja na kichwa, wakasema ndio, wakasema hakuna shida. Sina sababu ya kuchukua mambo ambayo yako kichwani niyaweke kwenye karatasi, alafu sijui niyarushe tena kichwani, niwape watu ninja nomutwe nabikariri nabigamba noe naba nabigamba kubi choka narenga hey. Narenga ninamwenzi hmm. Lakini pamoja na kwamba ninamuwenzi lakini vile vile nataka haya mahubiri yawe sehemu yangu niyatoe kama mimi hey. Sio kwa sababu ameniandikia kwenye karatasi, lakini nayasikia hey. Yananigusa, naongea juu ya ku, kukuba kwa kuwota masikio yanakuwa sehemu yangu yaani, yawe original kabisa, tibya mjungu kubura ukata omwera eh, kipi kitu kyonene. Ndio sababu hilo la kwanza. La pili, wa Watanzania tuwe watu wanaofanya kazi, tufanye kazi. Kazi ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu. Hata Mungu mwenyewe mwanzoni mwa kuumba kwa ulimwengu alifanya kazi akatupa mfano kwamba hata sisi tutafanya kazi kwa sababu Mungu ndiye amefanya kazi. Kwa sababu gani? Kazi huleta tija. Si ndio? Ukifanya kazi utapata chakula, ukipata kazi utapata mahitaji yako. Kwa hiyo kazi huleta tija. Kazi ni kipimo cha utu. Kwa sababu katika yale unayoyatenda mengine yanakuelezea ya, ya, ya, ya wewe ni wa namna gani. Ari ya kulima kali maki chigechi muno mm. bazogu muntu mm. bari yarima agoya arabao muntu wabera kwa ikishigechi. Kwa hiyo unavyofanya mambo yako kazi yako inakuelezea. Anayepamba na pamba vizuri, sio wote wanaopamba wanaitwa wataitwa same cha chachati wanatafuta cha. Yule anayepamba vizuri, kwa sababu kazi inamwelezea mtu alivyo, si ndio hey. kwa hiyo kazi ni kipimo cha utu. Kazi inalinda afya. Unapofanya kazi ukajiakarika uka ukaenda huku na huku basi, mwili unajengeka. Kazi inaleta ubunifu. Waratini wanasema fabricando fiti faberi, literally a maker becomes a maker by making. Unapokuwa unafanya kitu unakazana, unakutana na changamoto halafu unazitatua, hapo akili inapevuka aliyetengeneza ndege ni bahari ya kuona na safiri muda mrefu, sasa akukata tamaa kusema njao bila kela, kwa sababu habara hapana, ana kazanda anatumia akili. Hata kama yeye alianza kutengeneza ndege akupata faida nayo, lakini vizazi vijavyo. Kwa hiyo lazima tufanye kazi ili tuwe wabunifu. Kazi inazuia vishawishi, wanasema akili vivu ni karakana ya shetani, raise mind is a devil's workshop sasa watu wengine wako kwenye majungu kwa sababu hawafanyi kazi, ama hawafanyi kazi, shetani anakuja kuajiri kwa hiyo. Tufanye kazi kwa bidii, kwa kujitoa, ili tuweze kufanya nini ku, eh, kuwa na yale ya tunayoyatumia, tuweze kuwa na mambo ambayo tutawapa zawadi za watu, tuwasomeshe watoto na kadhalika. Jambo la tatu, tulipokuwa tunasoma na tufundisha juu ya makuzi ya mtoto ile inaitwa development psychology. Mtoto anakuwa kwa hatua, anakuwa kwa hatua na zile hatua, wanasema ingekuwa vizuri hizi hatua zipitie. Siku hizi kama unaanzisha shule ya watoto wadogo hawali, watakwambia uwe na bembea, kwa sababu watoto wanapokuwa wadogo wanahitaji kucheza. Sasa sisi enzi zetu hakukuwa na bembea inawezekana kuna hatua tuliiruka na wanasema ukiruka hiyo hatua unaweza ukairudia ukiwa mzee. Sasa so, wanasema nature does not allow jumps. Kwa Kilatini wanasema natura aboreti sartusi, hairuhusu miruko. Kwa hiyo kuna mtoto mdogo alafu ali wakati ni mdogo sio kasema ah, katoto kangu ni kataratibu wao akali, ngoja atakapokuwa na familia <laughs> wakianza kuwa <laughs> wakikosa chakula watoto wakaanza kulia na yeye analia. Sasa kweli mwanaume ingine basi, ah, sasa ukilia unaleta chakula, jikaze kama mwanamume. Sisi tulipokuwa wadogo, kama mtu angekuonea akakupiga ukaenda unalia kwa mzazi, utafute namna ya kulia, unaweza ukafika akakuongezea vibao. Najana hili au kidote. Eh, wao tena. Ria kama mwanamume. Sawa ulie lakini uja naliya norira buzima nosharo ino amarira noyenda ugaragaza iwe wenene nogira oti owaba nteera coukwikurira <tosimilis> asha nekituzi biya kama mwanaume <tosimilis> kwa hiyo watanzania inawezekana wengine atukucheza bembea sasa wakati umefika wa kurudia nasema sogeze karibu ili usikie. Kwa hiyo, inawezekana hatukucheza bembea matokeo, sasa tunaanza kuchezea amani tukiwa wazee. Mm. Mm. Si makosa yetu kwa sababu mtu anaanza kusema amani, halafu unabona kaziro nosh mti mutimagubi nyorkuba tiyazane ali mwana mbwenu kaziro na zana ali mtu mkuru natwaara jimbo kyonka uari abembe ka egimbo naribymu nungi kyonka ariabembe kaziro nazaaa ikuba tiazaanaari muto e. mbwenuw mm. mm. no <laughs> ramwisho raanne tutoke hapa tumeazimia ija uwe inaambatana na maazimio unatoka hapa umeazimia nini tunasali lakini, tunapokwenda tunaenda kuishi yale tunayo ya sali huku huko. Hapa unaomba upendo kwenye familia, lakini upendo utaonyesha hapa. kumkaza anataka kutera busu mbwenu unajao kutere raha omisa hmm. mbwenu wa washaba engonzi mbwenu kola agenda omchalo mkokanya kutera mshaja wawe ebusu wawe kama pendo, ayo ndio maazimio coka mbwenu shaba egozi shaba engonzi noguba mukakik kibisi aey arimwatusire aimwatusire kaziroaye ndogwooyina mbwenu uh, upenda tutoke kwa maazimio manya anarahisa manya nagufaza nshaba ndekereraho ntakwja nkatenge nakaakatakaimukire na tumsifu s tumsifu Yesu Kristo tu mwikarege mm.